Habari yako mzazi na mlezi, karibu kwenye Moyo wa Malezi, mahali ambapo tunagusa mioyo ya wazazi. Kila familia ina changamoto zake, lakini tunaweza tukajiuliza au tunatambua kwamba pale ambapo wazazi tunapokuwa tuna migogoro, misuguano, kutoelewana, tunakuwa tumeweka vitu vikubwa sana kwenye mioyo ya watoto wetu ambavyo hatuwezi kuviona. Leo kwenye Moyo wa Malezi tunaenda kuangalia jinsi ambavyo migogoro na migongano ya wazazi inavyoweza kuvunja mioyo ya watoto, na pia tutaenda kuangalia jinsi ambavyo tunaweza kuiponya na kuitibu mioyo ya watoto wetu. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado hauja subscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunaenda kukuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya familia, kwa ajili ya mahusiano na kwa ajili ya biashara. Unaweza ukatutumia ujumbe au ukatupigia na simu kwa namba 0754579224 karibu. Na tuanze, hoja ya kwanza, madhara ya migogoro kwa watoto wetu ni kuongeza hofu na wasiwasi. Mara nyingi watoto wanaokuwa katika wazazi ambao wana migogoro wana migongano, hawaelewani, wanakuwa wana hofu sana, wanakuwa wana wasiwasi, wanakuwa hawajui nini kitatokea kesho. Kwa hiyo watoto wanaishi katika mashaka, na katika kuishi katika mashaka, tunawafanya watoto sasa wanashindwa kusoma wanashindwa kufanya vitu ambavyo walivyokuwa wamevipanga. Ndoto za watoto wetu wakati mwingine tunazipoteza kwa ajili ya migogoro yetu. Hivyo tunashauriwa wazazi tuhakikishe hata kama kuna changamoto, basi tujaribu kuzitatua zile changamoto kwa hali ambazo ni sahihi, na tusiwahusishe watoto, tusiwashirikishe watoto. Kuna wazazi ambao wana tabia ya kuwashirikisha watoto kwenye migogoro. Watoto hawahusiani na hiyo migogoro, wala watoto hawatakiwi kabisa kushirikishwa na mambo ya, wa, ya wazazi ambayo yatawachanganya katika akili yao. Tusiwashirikishe watoto, hiyo itasaidia kuondoa hofu na wasiwasi kwa watoto wetu. Hoja namba mbili, ni kushuka kwa kujitegemea na kujiamini. Mara nyingi familia ambazo zina migogoro, wazazi wanagongana, wana hawaelewani, watoto wanakuwa wana, wana hawajiamini hawawezi wakajitegemea kwenye mambo mengi, kwa sababu wanakuwa wanaogopa kwamba nita- nikifanya hivi nitakosea, nikifanya hivi nitachapwa, nitapigwa, kwa sababu mzazi anakuwa na hasira wakati wowote. Mtoto amefanya kitu anaweza akampiga kufidia ule mgogoro na mzazi mwenzake, kitu ambacho kinawafanya watoto wetu wasijiamini, wasijitegemee, wasitoe mawazo yao. Wazazi tunatakiwa kuwa makini sana pale tunapokuwa tuna migogoro. Pale unapokuwa unagombana na mwenzako, hakikisha watoto wasihusishwe. Unapowahusisha watoto, unawafanya hawajiamini, hawawezi kujitegemea, hawawezi kuuliza maswali, hawawezi kuwa na amani. Hiyo inaharibu kabisa mustakabali mzima wa ukuaji wa watoto. Hoja namba tatu ni kushindwa kutimiza mafanikio shuleni watoto ambao wanatoka kwenye familia ambazo zina migogoro zina migongano na wazazi, unakuta mara nyingine concentration yao shuleni inashuka. Mtoto hawezi akazingatia masomo yake vizuri, kwa sababu kichwani kwake anakuwa anawaza mambo ambayo yametokea nyumbani. Anakuwa hana uhakika atakaporudi nyumbani atawakuta wazazi wakiwa na hali gani. Kwa hiyo inamfanya mtoto anashuka kimasomo, anakuwa hawezi kushiriki vizuri, anakuwa anawaza Wazazi tujihusishe, na tusijihusishe na migogoro ambayo itawafanya watoto wetu washuke kimasomo, itawafanya watoto wetu washindwe kuzingatia masomo. Mzazi unapokuwa una mgogoro na mwenzako, hakikisha mnatatua ule mgogoro mkiwa wawili, bila kuwashirikisha watoto, bila watoto kuona vile ambavyo mnakuwa mnabishana, mnakuwa mnagombana, mnarushiana maneno ambayo yale maneno yanawakaa watoto kichwani, yanawaumiza. Watoto wanapenda kuona wazazi ambao wanapendana, wazazi ambao wanashirikiana, wazazi wanaelewana. Watoto wanapata sehemu ya kuegemea. Lakini kama kuna migogoro, watu wanawaelewani, inamfanya mtoto anakuwa na mawazo. Shuleni hawezi kusikiliza vizuri. Mwalimu anapokuwa anafundisha, mtoto anakuwa anawaza kile ambacho kimetokea kule nyumbani. Tunakuwa tunawakwamisha sana watoto na kuwafanya wafanye vibaya darasani. Hoja namba nne ni kuathirika kihisia na kimahusiano. Watoto wanaokuwa katika familia ambazo zina migogoro mara nyingi wanakuwa wanaathirika hisia zao. Unakuta mara nyingi wale watoto wanakuwa ni wakali, wanakuwa wakati mwingine hata wao ni wagomvi, kwa sababu wana experience ya kule nyumbani. Kwa hiyo unakuta anagombana na wenzake shuleni. Anagombana na wenzake shuleni na anapokuwa anacheza, anakuwa na hasira. Mahusiano yake na wenzake yanakuwa ni mabaya. wakati mwingine kuna familia ambazo zina migogoro ya wazazi ambao wanapelekea hata wakati mwingine matusi, unakuta wanagombana, wanatoleana maneno ambao ni mazito, mtoto anasikia, akienda shuleni au akiwa anacheza na wenzake naye na, anakuwa ana ile experience ya kugombana ya kutukana ya kutoelewana na wenzake. Kwa hiyo anaweza akachukuliwa na wenzake kwamba ni mtoto mkorofi, ni mtoto mkaidi, ni mtoto mbaya, mtoto ambaye hafai. Ukakuta hata walimu wakati mwingine shuleni wanashindwa kumpenda kwa sababu ya tabia zake. Anakuwa anashtakiwa na wenzake mara kwa mara kwa sababu hana mahusiano mazuri na wenzake. Hiyo inakuwa imemwathiri mtoto kabisa. Wazazi tuwasaidie watoto kuepukana na hii migogoro. Hoja namba tano ni kuunda mwelekeo mbaya wa mahusiano ya baadaye. Ndugu mzazi, ndugu mlezi, wewe kama mzazi huenda utakuwa una experience au ulishawahi kuona hiki kitu unachotaka kukisema sasa hivi. Watoto wengi ambao wamelelewa katika familia zenye migogoro, mara nyingi hata wao wanapokuwa mahusiano yao na wenzao, mahusiano ya ndoa zao na mahusiano ya watu wengine, yanakuwa ni mahusiano ambayo sio mazuri kwa sababu wana experience, yani wana uzoefu kule nyuma. Amekuwa akiona watu watu wanagombana, amekuwa akiona watu hawapendani, amekuwa akiona watu wana, wana mahusiano mabaya, wana migogoro, wanagombana, wanavutana, hawaelewani. Kama ni baba amezoea kumuona, kama ni baba ambaye amekuwa sasa, ni mtoto amezoea kumuona baba yake akimpiga mama, au akimtukana, akigombana na yeye anakuja kuwa baba wa hivyo hivyo. Anakuwa ni baba ambaye na yeye ananyanyasa familia yake anagongana na familia kwa sababu amejifunza ameona. Na mara nyingi mimi napenda kuambia wazazi kwamba watoto wanajifunza kwa kuona, sio kwa kile tunachowaambia tu. Anaona jinsi ambavyo wazazi wanaenenda, na yeye anavyokuwa mtu mzima hivyo hivyo, mahusiano yake na watu wengine yanakuwa hivyo. Kwenye mahusiano yake ya ndoa anakuwa ni mtu mgomvi, anakuwa ni mtu ambaye ana mapenzi, atakuwa ni mtu ambaye analeta kero. Kwa hiyo tujitahidi sana kuhakikisha tunawalea watoto kwenye misingi ambayo baadaye watakuwa sio mizigo ya watu wengine, baadaye watakuwa ni watu ambao wana upendo. Mtu ambaye hajawahi kusikia hata mtu nyumbani pana neno dadi, mami, sweetheart, hani, mpenzi, rafiki, anazoea tu wewe, nani wewe, yani vitu vile ambavyo ni majina mabaya mabaya, tunamlea hata yeye kesho asione thamani ya mtu mwingine. Watoto wetu ni pepo ya thamani. Hebu tujifunze vizuri jinsi ya kuwasiliana, tupunguze migogoro, tuache kuvutana, tuache kusigishana, tuache kubishana, hasa mbele za watoto wetu, kwa sababu watoto wetu watakuwa kile ambacho sisi wazazi tumewaandaa kuwa. Tuhakikishe watoto wetu tunawalea katika misingi ya kupendana, kuheshimiana, kuvumiliana na kutakiana mema. Sisi kama wazazi tukisimama kwenye nafasi yetu, hatuhitaji kuwa wakamilifu sana, tunahitaji tu kuwa wazazi ambao tuna uwezo wa kutatua migogoro yetu sisi wenyewe bila kuwaumiza watoto. Tunahitaji kuwa wazazi ambao tutaonyesha upendo kwa watoto wetu na kufanya sehemu yetu, sio wazazi ambao ni wakamilifu. Hapana, tunahitaji kuwa wazazi ambao watoto wanahitaji, kuona nuru, wanahitaji kuona mwanga, wanahitaji kuona kesho yao njema. Bila shaka umejifunza kitu kipya siku ya leo. Usiache kushare video hii kwa wazazi wengine. Tuambie na wewe unatatuaje migogoro ya familia yako. Tuambie pia unatutazama ukiwa wapi tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata. Mungu aendelee kukubariki, na tunakuombea kabisa migogoro ndani ya familia yako ishindwe ya kabisa na isiwepo, kuwepo na amani, furaha, faraja kwa ajili ya ustawi wa watoto wetu. Moyo wa Malezi, tunawapenda watoto na tunahakikisha tunapambana mpaka kuona watoto wanatimiza ndoto zao. Asante.